Ade sote kwa tanga. Ta ta ta. <gibu> yaani yeah, venye nawaza kustoa, venye <gibu> nabaloina za kulia yenyewe, inapotach kwa nini uwache? Uachie, uacha mmoja. Venye kuna kitu inaitwa blood, blood, unajua venye inaungana na na hati, ile inakuwa kitu moja, si ndio? Hata zote moja zinakuwa na wazo hili, moja. Sasa venye wewe unaposi ubongo isemestoa, yenyewe inakwambia continue.

Alafu yeah, kitu kingine okay. Nilikuwa na, naombi yani kama itawezekana au. Sikia twende hapa Masoko pale na dispensa. Hey, tutasimama pale. Ah, sisi tunaamua, sisi tunakaa. Ah, utakaa wapi? ile kunguni ume <laughs>

Ikiwa e, nauliza, uko kwenu sukari iko, mna sukari shii ingapi? Kilo elfu saba? Ah, chatuas kama ni elfu saba, acha ah, tutakunywa maji na mkate. Sasa haya, basi, nashukuru sana eh, kwa kweli. Kifuli kifuli, shikamoo kifuli, umetukomesha. Sasa hivi sukari hamna, kila mahali kiko imekuwa elfu saba. Sasa baba, tukomeshe na kinga, tukomeshe na bia, ficha hata mwezi mmoja watu, tufanye kazi, kwa sababu watu sasa hivi kazi hamna. Najua sasa, sukari sukari irudi, tukose kinga tukose na pombe. Ha, watu tungenyoka. Mi mwenyewe kivuli, komesha na kwenye ile sekta na ni, ya nani akilauri na sekta ya kinga ha? Watu tutulie hata mwezi mmoja mbili.